Karibu AyoTV na millardayo.com katika uchambuzi wa magazeti ya Jumapili ya Desemba 4, 2016. jina langu naitwa Alice Tupa na moja kwa moja nikianza na gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari zinazosema vita ya polisi, majambazi yaibua siri mpya, bomu la rushwa katika mapambano la goma kulipuka, watoto 11 washikiliwa polisi. Ni habari kubwa kwa siku ya leo ambayo imepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi, lakini habari na hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na habari hii moja kwa moja tukiangalia kwa undani zaidi inasema, Jeshi la polisi kanda ya ziwa linawashikilia watoto 11 wenye umri wa kuanzia miaka 6 jeshi la polisi kanda ya Jeshi la polisi kanda ya ziwa linawashikilia watoto 11 wenye umri wa kuanzia miaka 6 hadi 14 waliokutwa kwenye nyumba moja wilayani Nyamagana ambapo askari waliivamia kwa lengo la kukamata watu walioahisi kuwa ni majambazi. Mmoja wa mmoja wa watu watatu waliokutwa kwenye nyumba hiyo alitoroka baada ya kurusha bomu la mkono kabla ya polisi kudhibiti waliosalia kwa kushirikiana na wanakijiji. Tukio hilo ni mwendelezo wa matukio ya watoto kukutwa kwenye mazingira tatu yanayodhaniwa kuwa na uhusiano na mafunzo ugaidi ya ugaidi au uhalifu, pia limetokea wakati idadi ya watoto wanaotangazwa kupotea likizidi kukua. Mwaka jana watoto kumi na nane kutoka mikoa tofauti walikutwa kwenye nyumba moja mkoani Kilimanjaro ambako walikuwa wanafundishwa dini na ushonaji na wiki moja baadaye watoto kumi na moja walikuta kwenye nyumba moja, tukio ambalo liliumiza vichwa polisi. Mwezi uliopita, polisi wa kanda maalum wa Dar es Salaam walikamata wanawake wanne na watoto wanne waliokuwa wamefichwa kwenye kambi iliyopo Kilongoni Vikindu mkoani Pwani wakidaiwa kufundishwa jinsi ya kutumia mambo ya dini na harakati za ugaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jana, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Ahmedi Msangi alisema jeshi hilo linaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha watoto hao kuhifadhiwa kwenye nyumba hiyo. Kamanda Msangi alisema baada ya polisi kukamilisha operesheni yake katika nyumba iliyokuwa wamehifadhiwa watoto hao na kuondoka, wananchi wa eneo hilo walivamia walivamia na kuichoma moto. Akielezea alivyowakuta watoto hao, kamanda Msangi alisema walibaini eneo hilo baada ya kuamuru mtuhumiwa aliyekuwa anashikiliwa aonyeshe wenzake walipo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mwananchi. Lakini tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa tano wa gazeti la Mwananchi nasema, hatujutii Lema anapigania haki, asema mkewe. Tukiangalia habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la mwananchi na inaendelea katika ukurasa wa tatu, inasema sababu za mwezi Disemba kuwa na mauaji ya ajali nyingi. Na habari hii pia tukiangalia kwa undani zaidi inasema tukiwa tumebakiza siku ishirini na saba tuumalize mwaka 2016. Disemba umetajwa kuwa ni mwezi uliogubikwa matukio ya uhalifu, ujambazi, na vifo vitokanavyo na ajali na mauaji. Disemba mwaka jana, aliripotiwa matukio kadhaa, ikiwemo ajali za mabasi ya abiria yaendao mikoani, ambayo yalisababisha watu wengi kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Pia kumekuwepo na matukio ya uvamizi na uporaji wa mali ambayo huongezeka zaidi katika kipindi hicho cha mwisho wa mwaka. Licha ya matukio hayo kuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku katika msimu wa mwisho wa mwaka ambao huambatana na sikukuu, yamekuwa yakiongezeka yamekuwa yakiongezeka kwa kile kinachoelezwa ni kutokana na ulevi, mwendo kasi barabarani na kutafuta pesa kwa njia zisizo halali ili kutumia wakati wa sherehe. Msemaji wa polisi Advera Senso alisema pamoja na kuwa hakuna takwimu sahihi, mara kadhaa jeshi hilo limekuwa likitoa tahadhari kwa raia ili kudhibiti matukio yanayotishia usalama wa maisha yao na kuwataka kushirikiana kwa kuripoti yanapotokea, hususani kipindi cha mwisho wa mwaka. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa huu wa tatu, lakini unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa tano nasema hatujutii Lema anapigania haki asema mke wake, ambapo habari hii tukiangalia kwa undani zaidi nasema Neema Lema, mke wa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema, amesema yeye na watoto wake hawajutii kutokuwepo na mwanasiasa huyu ambaye yuko mahabusu kwa kuwa anapigania haki ya kidemokrasia na ni habari hiyo ambayo inapatikana kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tano wa gazeti la Mwananchi. Lakini tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema, Magufuli ateua mabalozi 15 aipangua CCM. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna habari inasema, malitea wadau waikanga wizara ya magembe mbele ya Majaliwa. Na zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa za ndani gazeti hili la Mwananchi. Tukiliangalia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema, hatari tano za kishindo cha Dangote Bongo, jarida la Forbes laanika kila kitu, na moja kati ya hatari hizo zimeorozeshwa katika ukurasa huu wa mbele ambazo zinasema ni mapato, kodi ya TRA kutikiswa, ajira zaidi ya elfu moja shakani, tishio jitihada kuvutia wekezaji, lakini pia wananchi kuathirika kiuchumi, na mwisho tishio bei ya saruji kupana. Habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili inasema ikiwa zaidi ya wiki moja tangu kiwanda cha saruji cha Dangote kiache kuzalisha bidhaa hiyo kutokana na kilichoelezwa gharama kubwa ya uzalishaji, baadhi ya wachambuzi wametaja hatari tano za kiuchumi zinazoweza kulikumba taifa endapo kita kitasitisha jumla shughuli zake nchini. Ikiwa ni zaidi ya wiki moja tangu kiwanda cha saruji cha Dangote kiache kuzalisha bidhaa hiyo kutokana na kilichoelezwa gharama kubwa ya uzalishaji, baadhi ya wachambuzi wametaja hatari tano za kiuchumi zinazoweza kulikumba taifa endapo kisa endapo kitasitisha jumla shughuli zake nchini. Habari nyingine inasema Manji aponzwa deni la bilioni kumi na tatu, adaiwa kupewa notice ya kung'olewa ofisini kinguvu leo. Na habari hii tukiangalia pia kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti inasema, kuna taarifa kuwa kampuni ya Quality Group inayomilikiwa na mfanyabiashara Yusufu Manji itaondolewa kwa nguvu leo kwenye jengo kwenye jengo inayokalia lililopo katika barabara ya Nyerere Dar es Salaam kutokana na malimbikizo ya deni la pango kiasi cha shilingi bilioni 13. Quality Group inadaiwa kiasi hicho cha fedha kutokana na limbikizo la deni la miaka mingi tangu ipangishwe na mmiliki wa jengo hilo ambaye ni mfuko wa pensheni wa PSPF. Quality Group inadaiwa kiasi hicho cha fedha kutokana na limbikizo la deni la miaka mingi tangu ipangishwe na mmiliki wa jengo hilo ambaye ni mfuko wa pensheni wa PSPF. Kampuni ya udalali ya Yono ndio iliyopewa zabuni ya kuiondoa kampuni hiyo ya Manji, na taarifa iliyothibitishwa na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Yono Skolastica Kevela alisema tayari wamekabidhi wahusika notisi ya kuwataka waondoke kabla kuondolewa kwa nguvu. Leo ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe, lakini habari nyingine kati <coughs> lakini tukiziangalia habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe zinasema mwisho enzi za Jaji Lubuva tume uchaguzi mwezi huu. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa tano. Kingunge afunguka mengine ya moyoni, ni habari pia ambayo ipo katika ukurasa wa nne wa gazeti la Nipashe. Nchimbi Luguavi, waula ubalozi. Lakini pia kuna utafiti unaosema hivi ndivyo wavuta sigara hufa mapema, na utafiti huu unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa nane na pia katika habari ya michezo kuna habari inayosema kauli ya mwisho ya mzimba ni hii zote. Ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Nipashe. Tukiliangalia Jambo Leo kwa siku ya leo, nalo katika kurasa kwa mbele kuna habari inayosema mavila waliobomolewa nyumba 500 kimakosa waliombwa rushwa shilingi elfu arobaini walipokosa nyumba ikaenda walia, marejesho mikopo ya ujenzi, fedha za vikundi zilizoporwa, ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Jambo Leo zinasema Magufuli aifumua CCM kimya kimya, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne, lakini pia Dangote ageuka Dangote ageukia manage... manage... da... management yake, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili na mare marekebisho sheria ya rushwa bunge lijalo ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Na vile vile kuna habari nyingine zinazosema: vyuo vikuu walaumu washauri wa JPM, Muhimbili adhamiria kupunguza vifo watoto, na pia kuna TFF TPLB kizungumkuti, ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 32 wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine tukimalizia, ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele inasema Pengo ataka jamii kujitolea bila kusu Subiri serikali. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Jambo Leo. Tanzania Daima, sauti ya watu, kwa siku ya leo, katika kurasa kwa mbele kuna habari inayosema sakata la Dangote, mgongano wa JK Magufuli, aliyohaidiwa yashindwa kutekelezwa, hofu ya kiwanda chake kufungwa yatanda. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika kurasa katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Tanzania Daima tukiangalia habari nyingine nasema JPM waanza kuifumua system ni habari hiyo ambao inaendelea katika ukurasa wa pili, Lowasa, wa pili Lowasa atobua siri ya Fidel Castro. Lakini pia kuna habari nasema Lipumba azomewa Ruangwa, Yusufu Manji aondolewa kwa Quality Plaza, na pia katika habari za michezo kuna habari nasema Mzee Mzimba afariki dunia. Zote ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukiliangalia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwa siku ya leo limeandika operation ikatafunua Lowasa ambiwa sikanyage Simiu ni kauli ya serikali, yapiga piga stop uzinduzi wa kampeni. Ni habari kubwa kwa siku ya leo katika gazeti hili la Majira, lakini habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne. Habari nyingine inasema ajali ya ua watano kujeruhi kumi na moja imetokea wilayani Magu, polisi wazungumza. Ni habari hiyo pia ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Habari nyingine zinasema JPM wateua mabalozi 21 ikiwemo Dkt. Nchimbi wa kuhamishaji maboresho sekta binafsi kukiona asema Majaliwa, lakini pia polisi Mwanza waua majambazi wawili wakitoroka, ubunifu wa rasima Makonda wa iamsha Takukuru. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, lakini habari hizo zote unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa zake za ndani. Na tukimalizia na gazeti la Mtanzania Afrika ya kinifu kwa siku ya leo katika ukurasa wake mbele kuna habari unasema: hesabu kali, uteuzi wa mabalozi 21, dr Nchimbi, dr Chana Luwavi watoa taswira mabadiliko makubwa CCM. Ni habari hiyo ambayo inapatikana kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Mzozo Dangote, mzozo Dangote wageuka sakata la kimataifa, ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Lakini bosi magereza ibua maswali, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa huo wa tatu. Pia kuna habari katika ukurasa wa tano inasema polisi wa kamata AK 47 mabomu Mwanza na pia salamu za Lema za zatua mkutano wa waziri mkuu. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mtanzania na unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa zake za ndani. Na tukiangalia katika magazeti ya udaku lotu na gazeti la mikasa peke yake, lakini kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele gazeti hili lina habari tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma vilevile kama mnavyouona kuna habari tu nyingi na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili hili. Tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Dimba pamoja na gazeti la Literaha, ambapo gazeti la Dimba katika ukurasa wa mbele kuna habari unasema, siku tano zaloandamina Yanga pasi kama baka zulu dakika 20 tu balani, habari habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kwa siku ya leo, na habari hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Habari nyingine nasema Omoji anza na tizi maalum Simba ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili. Tambo yasema kichwa jiangalie na kuja Yusufu Mzimba fariki dunia, ni habari nyingine hiyo, lakini katika habari za kimataifa kuna habari nosema Madrid Barca ngoma draw Chelsea inatisha. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Dimba kuna habari nosema wanatisha Chelsea ipasua na Man City tatu kwa moja Etihad kadi nyekundu ya Aguero yampa kicheko Wenga. Na tukimalizia na gazeti la Leteraha kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Jogo atingishe usajili Yanga, ni habari ya hiyo ambayo inaendelea kuondani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Leteraha, lakini habari nyingine inasema ajibu mkude waishangaza Simba, Yusufu Mzimba wa Yanga afariki dunia, lakini pia kuna habari za kimataifa zinazosema Messi Ronaldo 50, 50, Chelsea si watu wa mchezo mchezo, ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika Ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Leteraha. Katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari inasema Chelsea hii acha utani lakini pia kuna habari ambayo inasema Barca Real Madrid ngoma 50-50. Zote ni habari hizo ambazo zimeandikwa kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Leteraha, na habari hizo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na huu ndio mwisho wa uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo kutoka hapa Ayo TV na MillardAyo.com, lakini ili kuweza kupata habari zetu kwa undani zaidi unaweza kutembelea zetu za Facebook, Instagram na Twitter, pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini vile vile unaweza kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina la langu naitwa Alice Tupa.